Uteuzi wa jaji mkuu ni takwa la kikatiba ambapo pamoja na mambo mengine lina umuhimu katika muhimili huo tegemezi kwa wananchi wenye changamoto mbalimbali za kisheria. Katika taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano Ikulu, inaeleza kuwa jaji Masaju ameteuliwa baada ya profesa Juma kumaliza muda wake huku akitarajiwa kuapishwa Juni 15 ya mwaka huu, Chamwino Ikulu jijini Dodoma. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society amesema uteuzi huu umekuja wakati mwafaka, hasa wakati huu ambapo nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. wa Masaju katika nafasi hiyo e, atakwenda kuanzia sasa pale kwenye kuboresha sasa kwenye matokeo e, ya haya maendeleo ya miundombinu na kiteknolojia, kuhakikisha kwamba maamuzi na aina ya maamuzi yanayotoka mahakamani yanakuwa ni yale maamuzi yanayojenga integrity na haiba nzima ya mahakama na hususan masuala muhimu ya kesi ambazo jamhuri inahusika, ambazo wengi na wadau wengi wamekuwa wakiwa na hofu kidogo kuhisi kwamba eh, labda kuna changamoto kwa namna haki zinavyotolewa licha ya kazi kubwa ambayo imefanywa na Profesa Ibrahim Juma lakini yapo mengi ambayo wadau wa haki jinai wanatamani yafanyiwe kazi. Malalamiko ya muda mrefu ya uhuru wa mahakama ambayo kwenye e, nchi yote ya kidemokrasia de, na mfumo wa katiba ambao umekuwa unalalamikiwa muda mrefu kwenye teuzi za majaji, bado hili linalalamikiwa na, na limekuwa la muda mrefu, e, japo tunaona mahakama zimekuwa na miundombinu thabiti na matumizi ya teknolojia yameongezekwa kwa wingi na majengo mengi tu ni sehemu ambayo nadhani itamrahisishia kazi. Lakini bado changamoto ya kuharakisha utoaji wa haki ambayo imekuwa ni changamoto wa muda mrefu, huenda lisiwe la kwake peke yake, lakini ni la kushirikiana na sekta nyingine. Umekuwa na changamoto pengine ya taswira ya kawaida ya mgawanyo wa madaraka au separation of power kwa wananchi wa kawaida, wakiliona ni kama wanaliona mihimili ni kama ipo karibu sana, imeingiliana sana, na haja ya kuendelea kuonyesha kwa vitendo, kuona kwamba mahakama ni mhimili ambao pia unaonekana na watu wasipate shaka kwamba labda pengine akiwa na shauri na serikali akaona kama vile mahakama na serikali ni kitu kimoja. Lazima ionekane kwamba mahakama ni kitu ambacho kinajitegemea, ni kitu ambacho kipo pale kwa ajili ya kusimamia misingi ya haki, ni haki patikane haraka. Uh, watu waweze kuifikia mahakama halafu waiamini mahakama. Wananchi nao hawakuwa nyuma kuzungumzia uteuzi huo, kuangalia haki za wananchi zinakwendaje, na utendaji wake uzingatie maadili na matakwa ya wananchi. Pale inapoonekana mahali pana ukweli, basi patendewe mapema, lakini sio pana minywa minywa na zungushwa zungushwa, mtu anakwenda anarudi anakwenda anarudi, au kwa ajili ya kumsikiliza mtu mwingine. Ilo haipendezi. Aidha, kabla ya uteuzi wa Jaji Masaju amewahi kushika nafasi mbalimbali mbali kwenye mihimili tofauti. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.